Safari ya mafanikio inaendelea japo panda shuka ni nyingi, na hapa ni katika kijiji cha Ngabolo, moja ya kijiji ambacho kina zaidi ya wakazi elfu mbili mia tano. Hawa wote ni Watanzania wanaohitaji huduma muhimu ili kuhakikisha na wao wanakuwa sehemu ya mchakato mzuri wa kuyaishi maisha mazuri yenye tabasamu na furaha ndani yake, ambapo kimsingi ni kwenye sehemu ya uhifadhi wa mazingira inaletwa hapa kwenye kijiji hiki ambacho miradi mitatu yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia sita imekuwa ni kicheko kikubwa sana kwa wananchi wa eneo hili, kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya, hata kwenye masuala ya uongozi. Amini, ujenzi wa jengo la serikali ya kijiji, ujenzi wa sehemu ya jengo la zahanati, lakini pia vilevile vile ujenzi wa shule ambayo mwanzoni ilifahamika kama shule shikizi, lakini hivi sasa ni shule kamili ambayo kimsingi imekuwa ni sehemu ya faraja kubwa kwa wananchi hawa, na hapa mwenyekiti wa kijiji cha Ngabolo Mikaeli anatueleza paruanja ukubwa wa uwekezaji huu na sehemu ya faida kubwa wananchi ambayo wanaipata kwa hivi sasa. Kwa hiyo mchango tulikuwa tunachangia wananchi, kuchangia chakula cha watoto ili wapate kuendelea kusoma, lakini sasa hivi tunapata pesa kupitia WMA. Kwa hiyo hii mradi ni bado tunafurahi, lakini tunapata changamoto kidogo katika baadhi wengine watu kutoka nje na kununua maeneo wao, wanaona WMA kwamba hawatusaidii, lakini ukweli wa Mungu, WMA inatusaidia na inatujengea majengo bila kuwa na gharama yote ambayo tunachangia mchango. WMA kwa asasa kwa nkibezi kwenye kijiji hiki limeleta manufaa makubwa sana, na na tuna miradi iliyoko hapa Ngabolo zaidi ya miradi tisa iliyoko hapa Ngabolo na ukiangalia hiyo miradi tisa in, ina thamani zaidi ya milioni mia sita Kwa mfano tukizungumzia upande wa, wa afya, saizi hapa kuna jengo ambalo limegaibu lime zaidi ya milioni mia moja na tatu ambao ni jengo la, la OPD. Kuzungumzia hapo shule ya msingi tuna tu, tu, tu, tu, madarasa yamejengwa pale. Kuzungumzia upande wa, wa upande wa nani wafugaji, pia tuna, tuna josho ambalo serikali ilianza kujenga lakini baadaye E, baadaye baadaye akaja kumalizia sehemu ya kwenye sekta ya elimu na afya ni jambo ambalo linatazamwa sana. Na hapa katika eneo hili la kijiji cha Ngabolo, miongoni mwa changamoto kubwa ilikuwa ni sehemu ya watu ambao wanakaa kwenye eneo hili kutowapeleka watoto wao shule, pengine kutokana na kutokuwepo kwa madarasa ama shule kwenye eneo hilo, lakini hata ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma ya afya, lakini sasa hivi mambo ni tofauti sana kwao na hapa baadhi ya kina mama daktari, lakini hata wazazi ambao hivi sasa mambo ni mswano, kwa sababu shule ipo karibu, na sekta ya afya huduma zao ipo karibu, wanaeleza huwa. Wamejitahidi wana, wame kwa kiasi kikubwa kupitia walimu, wametusaidia kutuletea walimu wanne wa kujitolea ambao wanawalipa wao wenyewe, shirika la WMA lakini pia kupitia wanafunzi wanaokaa mbali wametuwekea mikakati ya kutujengea mabweni mawili ya, ya kiume na ya kike. Kwa hapa tunahudumia kwa siku wastani, kwa siku ni kuanzia wateja kumi na tano mpaka 20 kwa wateja wa OPD, lakini kwa upande wa RCH tunahudumia zaidi ya watoto 20 mpaka 30 ndio kujumlisha na wajawazito, na jengo hili <coughs> liligharimu shilingi ambazo fedha zote zilitoka katika wafadhili wa WMA. Jinsia, watoto wa kike walikuwa hawaandikishwi shule maana ni mbali, na walikuwa wanaozwa eh, lakini sasa hivi shule yetu ya Ngabolo imekuwa karibu, na kila mwenyekiti wa kitongoji na kila baraza la wakina mama wanapitia kila boma kuandikisha watoto yani, wa kike. Yaani kwa kipindi nyingine tulikuwa yani tunahangaika yani, tulikuwa tunaenda Ndaleta, yani mtu akiukua Ndaleta, ndio unaenda unaenda kupata tibu Ndaleta au unaenda mjini kabisa. Kibaya tulipopata hii nani, hii zahanati ambayo WMA imejenga, yani sasa hivi madokta wetu inafanya kazi vizuri sana. Tunamshukuru, tumepata sehemu ya kuzalia Yaani ukija saa yoyote, yani inapatikana tu, yani matibabu yote. Nashukuru WMA na ikanajenga iko ya zahanati. Iko hospitali nyingine, iko na shida na gharama, naenda kibaya ana saa gharama kubwa sana iko. Sasa hivi amuna, amuna gharama, anashukuru WMA sana. Safari ya kufika kwenye kilele cha mafanikio bado ni ndefu, na huu ndio mchakato wake wa kuhakikisha ushiriki wa sekta binafsi, ambapo kimsingi na wao wanashirikiana na, na, na serikali, ili masuala mengine ya kijamii yaweze kuendelea. WMA ambao kimsingi wao wanasimamia sehemu ya sera iliyoibuliwa hoja na wabunge mwaka 98 na hatimaye kuhakikisha kwamba maeneo ya jirani ya sehemu husika ambayo ni maeneo ya, ya umma yaweze kuleta tija kwa wananchi husika, ikiwemo sehemu ya uhifadhi wa miti kwa maana ya mapori ambayo si tengefu wala mapori ya akiba, bali ni mapori ambayo wananchi wa eneo hilo wanapaswa kunufaika nayo, na uvunaji wa hewa ya ukaa na uwekezaji mwingine. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo. Safari hii inaendelea sehemu ya kupata chagizi nzuri ya kuyafahamu mengi yanaendelea kujiri eneo la Kiteto.